Kilichonileta leo nafahamu wote, kuna ajali iliyotokea Meatu na kama serikali hatuwezi, tuko kwenye ziara Meatu na ajali imetokea, alafu sisi tuna, tunaendelea tu na ziara? Hapana, hawa ni Watanzania kama walivyo Watanzania wengine. Kiongozi yuko pale, Mheshimiwa Rais akanituma akasema, ni lazima waziri wa afya tumeweza kuwaona wagonjwa walioko hapa wale wameatu lakini wako wale ambao wako kwenye critical position wako wapi? Bugando. Ni lazima ufike kule, na hii ndio aina ya rais anayejali, tulie naye ningeneza, kwani hata si angeendelea tu na shughuli zake na ziara yake, lakini akasema hapana, kwa sababu hapa ndo tuna mabingwa na wabobezi wetu kama ni mifupa kama ni nini hapo, wanaweza wakakutana macho, kama umeona yule mwingine alivyoumia, eh, eneo la tishu usoni na nini. Na wagonjwa hawa wote watalipiwa gharama na Serikali. Kwa hiyo endeleeni na matibabu, ninaomba hili nilisistize, ni, ni maelekezo ya mamlaka. Mgonjwa hawa wagonjwa waliopata ajali, mgonjwa hata mmoja asidaiwe kitu chochote na nichukue tu nafasi hii kuendelea kuwaomba mwendelee kuwa wamoja. Mkitaka kusonga mbele ni lazima muwe wamoja, shirikianeni kwenye taasisi kubwa ambayo imesha machua kufikia level hii. Tunachotaraji siku moja Bugando iwe ni National Hospital nyingine, na inawezekana. Kwa hiyo kukua kwa sekta ya afya kunategemeana kati ya Serikali na private sector kwa ujumla. Kwa hiyo tunachotaraji sasa hivi ni kwamba uwekezaji kwenye sekta ya afya jinsi ulivyo uendelee kusonga mbele, tafiti ziendelee kufanyika angalau ndani ya nchi, tuwe na uwezo wa kukabiliana na kila jambo sisi wenyewe ndani ndani ya nchi. Kwa hiyo hata nyewe mnaweza mkatake advantage kuendelea kufanya tafiti, kusomesha wataalamu, lakini kujiandaa na jambo lolote liwe la dharura ambalo litatokea, na nini mnaweza mkachangia katika uhimilivu wa sekta ya afya kwenye taifa letu.